Ni nini matokeo ya mahusiano yakijengwa katika misingi bora? Nitajaribu kutaja faida mbili tatu. Kwanza, maulamai watuambia ni athabatu wal istiqrar. Tunapojenga mahusiano yetu katika misingi na maadili na malengo, mahusiano yale yatadumu, hayatakatika kwa sababu misingi haibadiliki. Ninapojenga mahusiano yangu kwamba wewe tungakhtalifiana madhhabi, lakini wewe ni ndugu yangu na mimi ni ndugu yako katika Uislamu, hiyo ndio mabda. Uislamu haubadiliki, Uislamu unabaki ule ule. Lakini tukijenga mahusiano wajua bwana, Tanzania, waislamu tuataka tutengeneze umoja kwa sababu tupate viti vingi ili waislamu waingie bunge wengi. Uchaguzi hauji kila mara, na umoja wetu hautakuwa kila mara. Na ndio mara nyingine leo mnaona mashehe muda wako kwenye majukwaa wana umoja, mara wamegombana, wanafanya nini? Wanakosana kwa sababu kinachowakusanya ni kitu ambacho hakidumu, hakiendelei Kwa hivyo kitu cha msingi, tunapojenga mahusiano katika misingi, malengo, maadili, ni mahusiano yatakuwa na umri mrefu sana, hata tukija kukosana, hata tukija kuhtalifiana tutazipekelesha ikhtilafu zetu kwa kiwango ambazo haziharibu msingi wetu. Sijui mmenielewa? Si kwamba hatutakosana, tutakosana, ni kawaida ya mwanadamu, lakini kila mmoja katika sisi atakuwa na hadhari, chochote kinachofanyika katika ikhtilafu zile hakitagonga msingi tunaouamini sote hakitaharibu malengo tunayoyaamini sote hakitovuruga maadili tunayoyaamini sote na ukiona ikhtilafu yoyote iko tayari watu kusacrifice na misingi yao jua mahusiano yale yalikuwa yamejengwa kwenye maana nyingine hayakuwa yamejengwa kwenye misingi thabiti Leo Mtume alipokwambia ukimwoa mwanamke kwa urembo wake, urembo haudumu. Kuna siku atakuwa hamna kitu tena, amna kitu simandia. Ule mzee mmoja anafika wakati kiwa yuwaja hujui yuwaja ama yuwaenda, walijulikani tumbo liko mbele ama liko hii ni hali sote. Wewe utakuwa handsome, wang'ara. Inafika wakati shekhe ngozi utafikiri ni ya mamba wakati. Kwa hivyo, ilipokuwa jamali ni kitu hakidumu, ilipokuwa mali ni kitu hakidumu, ilipokuwa nasaba na hasab ni vitu havidumu, ndoa haiwezi kufaulu, mahusiano hayawezi kuendelea na ndio ile hadithi tunkahu lmaratu limaliha lijamaliha wa maliha wa nasabiha au hasabiha, lakini dini haibadiliki, fadhfar bidhati din taribati yadaka. Haibadiliki dini. Kwa hivyo mkiwa wa wazee haibadiliki, ulikuwa na pesa leo umekosa kazi huna pesa, haibadiliki, hufukuzwi nyumbani hurushiwi mabegi yako nje kwa sababu mahusiano yenu yamejengwa katika msingi thabiti. Asante, asante. Na ndio ile dini, urafiki hivyo hivyo, kila mahala penye mahusiano ni lazima turegelee kwa nini. Na hii ndio maana kwa nini nampenda fulani Jiulize swala lako hata unaowapenda, hata mamako, hata mkeo, hata rafiki yako, jiulize swala hili, kwa nini nampenda. Mara nyingi utakuja kuona wajua, yule nikipatikana na shida hunisaidia na mushkili, hayo mahusiano <laughs> tasikia jamaa tunazungumza mara nyingi, bana, yule ni mtu bana, anasaidia sana watu, ndo nampenda. Sijakataa, kusaidia watu ni kitu lakini si msingi wa mahusiano. Je, msaada ukikatika ha? na mahusiano yataisha. Na hii ndio maana antuhiba fillah, tuhiba fillah watubghidha fillah. Msingi wa mapenzi ni Mungu na msingi wa kuchukia ni nani? ni Mungu. Sasa awe alikuwa akikusaidia, hakusaidii, anakupigia salamu, hakupigi salamu, barabarani anakufurahisha, hiyo yote haichangii kitu, haibadilishi Muhammad wa Ali Muhammad. Faida ya pili, nisirefushe sana, wakati wangu umeenda. Kwa hivyo faida ya kwanza tukijenga mahusiano kupitia msingi tunapata alistimraru wa, wa thabat kuendelea na kudumu. Faida ya pili, hakuna kitu tamu katika mahusiano sawa, finyo ya ndoa ya urafiki ya ujirani ya kila unaoyafikiria hakuna kitu tamu kama asidqu walikhlas hakuna mahusiano mazuri kama mahusiano yanayoendeshwa na ukweli na kusafiana nia, hata kama ukweli ni wa uchungu, lakini unaambiwa ukweli wakati kukiwa na shida. Sema, lakini vipi tutapata ukweli na kusafinia katika mahusiano? Vipi? kaifa fana? Atakusema mimi na mke wangu ama mwanamke aseme mimi na mume wangu ama mimi na rafiki yangu, tunataka mahusiano yetu ndani yawe na ukweli na ikhlas, tutafanyaje? Nakwambia, rudia, mulijenga mahusiano kwa nini? Jiulize, kwa ajili ya mali yake? Kwa ajili ya urembo wake? ikiwa ni kwa ajili ya hizo hakuna ukweli. Wewe humpendi yeye, wapenda kitu alichonacho yeye ambacho hakiendelei, hakuna ikhlas. Lakini tunapokutana mimi na wewe, kwa sababu kilichotukutanisha mimi na wewe ni msingi mtakatifu, tunaokubali ule msingi mtakatifu, unatulazimisha mimi na wewe tuwe wa kweli, unatulazimisha mimi na wewe tuwe na ikhlas kwa sababu sisi kuna msingi twa uamini, iman, aqida na kadhalika. Kwa hivyo mlango bora wa mahusiano au wa kupata sidqi na ikhlas ni kuhakikisha mahusiano yetu yamejengwa kwenye nini? Faida ya tatu, katika kitu kinachosomeshwa leo katika management na katika mambo ya leadership ni teamwork. Wanaita au alamalul jamai. Nini kitaweza kita, kita kutuunganisha tufanye kazi pamoja, ikiwa sote tuna msingi mmoja tunaofanyia kazi. Wakati watu wanapojenga mahusiano kupitia mabda ni rahisi sana kupata ushirikiano katika utenda kazi, ni rahisi sana lakini wakati tunapopishana kwenye mabadi ama kwenye ahdaf ama kwenye qiam, panakuwa na ugumu sana kuhakikisha watu wanaweza kufanya kazi pamoja. Muhimu sana. Nne. Katika faida za kujenga mahusiano yetu kupitia mabda na malengo, tunapata kitu kinachoitwa alihtiramu lmutabadal. Hata kama katika kujipanga kwetu kufanya kazi kuna mmoja atakaa mbele, kuna mwengine atakaa katikati, kuna mwengine atakaa nyuma, lakini umbele wa aliye mbele na unyuma wa aliye nyuma hauleti hisabu yoyote ya tofauti, ikiwa sote katika kuwa mbele kwetu twakontroliwa na mabda, na katika kuwa nyuma kwetu twakontroliwa na mabda. Kwa hiyo haijalishi, niwape mfano, ukipanda ndege Boeing ya watu mia tatu na sabini, anayekaa siti namba moja ya mlangoni na anaika siti ya namba mia tatu na sabini ya mwisho, anaifika mbele nani? Namba moja ha, anayefika mbele nani? Allah tunafika sote pamoja, sijauliza anaeshuka mbele. Mi mswahili sijauliza anayeshuka mbele kwenye ndege, nimeuliza anayefika mbele. Hakuna anayefika mbele, kwa sababu inaofika ni ndege na sote tuko ndani ya ndege. Oh, okay. <laughs> sijui mmenielewa. Na ndege ndio hiyo mabda. Kwa hivyo wakati mabda ikifika, haijalishi wakati wa kufika ni nani aliyokuwa amekaa siti ya mbele na ni nani aliyokuwa amekaa siti ya nyuma. Kwa hivyo kuna kuwa na al-ihtiramu al-mutabadal, aliyoko mbele hamdharau aliyoko nyuma, na aliyoko nyuma hamuonei kijito aliyoko mbele. Katika faida zinazopatikana wakati tunapojenga mahusiano katika msingi, ni kitu kinachoitwa at-tadhhiya al-mushtaraka Sote tunakuwa tayari kusacrifice wakati ikiwa mabda iko hatarini, kwa sababu sisi muhimu wetu ni ndege ifike, si siti ya kwanza peke yake ifike, haiwezi kufika peke yake. Sasa kila mtu anakuwa na tayari kujitolea, kujitolea muhanga. Nimalize katika faida ya kujenga mahusiano katika misingi na katika malengo, tunahifadhi karamatul insani, utukufu wa mwanadamu unahifadhika, heshima ya mwanadamu inajengeka, kwa sababu sote tunaongozwa na maadili tunayoyaamini.

Inna akramakum inda Allahi atqakum Hakuna tena kubagua watu wote wanalingana katika walaqad karramna bani Adam na hapa ndio Mwenyezi Mungu anatuambia m ma, musijenge mahusiano yenu kupitia mambo haya sijui na saba sijui nini na musinifahamu makosa sijasema na saba haina thamani lakini msingi bora ni nini? ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, lakini njooni kwa Muhammad kwa mlango gani? walakin rasul Allah wa khataman mabdahi, yani mahusiano yenu na mtumi iwe ni kupitia risala yake, sio kwamba yeye ni Muhammad bin Abdillah, ni kwamba yeye ni nani? ni Rasulullah. Ni kwamba yeye ni nani? Ni Khatamun Nabiyin. Mukijenga mahusiano hayo, risala yake haibadiliki, na ndio sote tutabaki kila siku tuna mahusiano na yeye. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyin wa kana Allah bikulli shay'in alima. Nimalize hichi kipande, hizi hizi ibara za kufunga aya mara nyingi hatuzioni vizuri sisi, wazina ujumbe lakini hauonekani. Tusidanganyane, Mungu ajua kila kitu. Tusidanganyane, wajua, ukimtongoza mwanamke mwanzo, siku zile wamtaka, wamdanganya sana <laughs> wao wamwambia, wajua, katika hii dunia hakuna mzuri kama wewe. Wajua, mimi nikikupata wewe kuisha maisha yangu. Sio? Wajua, mimi siwezi kuishi bila. Kumbe mahusiano we, kuna kitu tu wakitaka kwake, wamtungatunga tunga, kumtia wapi? sawa <laughs> <laughs> <laughs> Sasa sisi kwetu Lamu kuna namna ya kushika samaki, kuna ile ya mshipi, kuna na ile moja utengenezwa kama boma hivi ukafunga hivi, kisha we ukaenda upande huu ukarusha rusha, rusha maji sasa. Wale samaki wote watakimbia watakuja, tunasema kuwa suta suta suta. Sasa na wewe unamsuta suta ule mwanamke unamsuta suta, akiingia bomani kwisha. <laughs> Sio? Sasa tahadharini, Mwenyezi Mungu atuambia Tahadharini kuficha hisia zenu za kihakika za mahusiano, kudhihirisha hisia za uongo wa kana ta wakana Allahu bikulli shay'in. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala atatujalia ni katika watu wenye kupendana na ni katika watu wenye kujenga mahusiano yetu kwa misingi ya Kiislamu na kwa baraka ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal udhra minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <tune>